Leo ni siku ya kuchukua hatua kubwa katika maisha yako ya kibinafsi na kazi. Katika kazi, siku hii ya leo ufanisi unapatikana kwa kufanya kazi kwa bidii na kuchukua changamoto mpya kwa ujasiri. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo uhusiano wako wa kimapenzi utaimarika ikiwa utakuwa wazi kwa mpenzi wako. Upande wa kifedha, siku hii ya leo uwezekano wa faida uko mbele, lakini hakikisha unafanya mipango ya muda mrefu. Upande wa kiafya, siku hii ya leo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 Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, uhusiano wako wa kimapenzi unahitaji maelewano na uvumilivu kwa sasa. Upande wa kifedha siku hii ya leo, angalia njia mpya za kujipatia mapato au kuwekeza kwa manufaa ya baadaye. Upande wa kiafya siku hii ya leo, kuwa na umakini na mazoezi na kula chakula bora kwa ajili ya afya yako. Usijaribu kufanya kila kitu kwa haraka, kuwa na subira. Rangi ya kijani kibichi itakuletea utulivu na mafanikio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 upande wa kiafya, siku hii ya leo, hakikisha unapata muda wa kupumzika na kuondoa uchovu wa kila siku. Fanya maamuzi kwa umakini na jifunze kutoka kwa wengine. Rangi ya blue itakuletea furaha na amani. Usiruhusu kuchanganyikiwa na mawazo yasiyo na msingi. Rangi ya bahati ni blue, nambari ya bahati ni tatu, mafusho ni jasmine, manukato ni sandalwood, wood. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa nne kamili asubuhi hadi saa kumi kamili jioni.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 Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, mahusiano yako ya kimapenzi yatakuwa bora ikiwa utaonyesha upendo na kujali. Upande wa kifedha siku hii ya leo, kuwa makini na matumizi yako, hasa kwa mambo ya gharama kubwa. Upande wa kiafya siku hii ya leo, kujiweka katika mazingira ya utulivu utakuletea afya bora ya kiakili. Usijali kuhusu mambo madogo, elekeza nguvu yako kwa yale muhimu. Rangi ya silver itakuletea utulivu. Zingatia usawa na furaha ya familia.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 manufaa ya baadaye. Upande wa kiafya siku hii ya leo, kujiweka kwenye harakati za kimwili kutakuletea nguvu na afya bora. Tumia nguvu zako za uongozi kwa manufaa yako na ya wengine. Rangi ya dhahabu itakuletea mwangaza na msukumo wa kipekee. Kumbuka kuwa mwenye subira hata unapofanya maamuzi makubwa. Rangi ya bahati ni dhahabu, nambari ya bahati ni moja, mafusho ni muski, manukato ni lilaki. Saa nzuri siku hii ya leo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 Katika kazi siku hii ya leo, kujitolea na kujitahidi kutaleta mafanikio kwa muda mrefu. Fanya kazi kwa umakini ili kuleta matokeo bora. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, uhusiano wako wa kimapenzi utafaidika na maelewano na majadiliano ya wazi. Upande wa kifedha siku hii ya leo, kuwa na umakini na bajeti yako. Utapata mafanikio kwa kuzingatia mipango ya kifedha. Upande wa kiafya siku hii ya leo,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 Jiandaye kuchukua hatua kubwa kuyaelekea mafanikio. Upande wa mapenzi, siku hii ya leo utapata upendo na ushirikiano kwa njia ya mazungumzo ya wazi. Upande wa kifedha, siku hii ya leo uwekezaji wako wa sasa unaweza kuwa na faida kwa muda mrefu. Upande wa kiafya, siku hii ya leo kuwa na umakini na hali yako ya kiakili. Tafuta utulivu kupitia meditation au yoga. Fikiria upya mipango yako na urekebishe mwelekeo wa sasa.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 Zungumza kwa uwazi na mpenzi wako ili kudumisha upendo. Upande wa kifedha, siku hii ya leo, kuwa na umakini na matumizi yako. Usiruhusu hasira au tamaa kuongoza maamuzi yako. Upande wa kiafya, siku hii ya leo, mazoezi ya kimwili yatakusaidia kudhibiti mtindo wa maisha na kuboresha afya yako. Angalia maeneo ya mabadiliko na kuboresha hali yako. Rangi ya giza itakuletea nguvu na kujieleza.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 Kumbuka hii ni nyota tisa katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiac. Leo kuna fursa nzuri za kujifunza na kujipanua kwani nyota zinakuongoza kufikia malengo yako kwa njia ya uvumbuzi. Katika kazi siku hii ya leo, ubunifu na mawazo mapya yatakufanya uwe kipenzi cha wengi. Tumia nafasi hii kuanzisha miradi yako mwenyewe. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, leo utapata ushirikiano mzuri na mpenzi wako hali ya kujifunza kutoka kwa wengine itaongeza nguvu ya upendo wenu upande wa kifedha siku hii ya leo tafuta njia mbadala za kipato hasa kupitia miradi ya kimtindo au kidijitali upande wa kiafya siku hii ya leo mazoezi ya mwili na akili yatasaidia kuboresha ustawi wako hakikisha kuwa na utulivu wa kihisia fikiria kuhamasisha safari au mafunzo mapya rangi ya bluu itakuletea amani na mafanikio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 Fanya mazungumzo ya kina na mpenzi wako ili kuimarisha uhusiano wako. Upande wa kifedha siku hii ya leo panga matumizi yako na uwe na macho makini kwenye uwekezaji. Upande wa kiafya siku hii ya leo kujitolea kwenye mazoezi ya mwili kutakufanya uwe na nguvu za ziada. Usikie wito wa mabadiliko katika kazi au nyanja nyingine za maisha yako. Rangi ya shaba itakuletea heri na nguvu. Kumbuka kuwa hatua ndogo zinaleta mafanikio makubwa.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 Leo kuna nguvu mpya za kubadili hali yako kwa njia ya ubunifu. Jaribu njia mpya za kufikiria na kutenda. Katika kazi, siku hii ya leo unaweza kuleta mabadiliko ya kipekee kwa kutumia mawazo yako ya kisasa. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, uhusiano wako wa kimapenzi unahitaji mazungumzo ya wazi. Kufuata kile moyo wako unachosema kutaleta mafanikio. Upande wa kifedha, siku hii ya leo, fursa za kifedha zinahitaji ufahamu wako wa kina fanya utafiti kabla ya kuwekeza. Upande wa kiafya siku hii ya leo fanya mazoezi ya kawaida na tafuta njia ya kuboresha hali yako ya kiakili. Utaona mabadiliko chanya ikiwa utaachilia mambo ya zamani na kukubali ubunifu mpya. Rangi ya samawati inakuja na nishati ya bahati na furaha. Tumia ubunifu wako kuleta mabadiliko mazuri. Rangi ya bahati ni samawati, nambari ya bahati ni sita, mafusho ni jinja, manukato ni jasmine. Saa nzuri siku hii ya leo ni ya subuhi, saa 1 kamili asubuhi hadi saa 8 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mezani na nyota ya mapacha. Tukiangazia nyota ya samaki, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Februari 19 hadi Machi 20. Kumbuka, hii ni nyota ya 12 katika mlolongo wa nyota 12 za Zodiac. Leo kuna msukumo wa kufikiria kwa undani na kufanya mabadiliko ya kiroho Inua hali yako ya kiroho kwa kufanya tafakari na kujitafakari. Katika kazi siku hii ya leo leo, ni siku nzuri ya kushirikiana na wengine katika kazi zako, fanya kazi kwa umoja ili kufikia malengo yako. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo hisia zako zitakuwa na nguvu leo na utajua jinsi ya kuwa na maelewano na wapenzi wako. Upande wa kifedha siku hii ya leo kuwa makini na fedha zako na tafuta njia mpya za kuimarisha hali yako ya kifedha. Upande wa kiafya siku hii ya leo kujitolea kwenye masuala ya kiakili na kiroho kutakufanya uwe na afya bora. Tafuta amani kupitia shughuli za kiroho au sanaa. Rangi ya zambarau itakuletea nguvu na ufanisi. Kumbuka kuwa na huruma kwa wengine na vilevile kwako mwenyewe. Rangi ya bahati ni zambarau. Nambari ya bahati ni saba. Mafusho ni rose, manukato ni lavender. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni